Ushatambulishwa tambulishwa wewe wewe, unatambulishwa au unachezewa kama mpira? Wewe kama ni mpira umesajiliwa TFF? <laughs> <laughs> una kadi ya wanachama? <laughs> una kadi ya wanachama? <laughs> mwanaweza kawa wewe unaitwa una mpenzi lakini hujulikani, yani unakuja kukutana siku na wifi yako mm, yani ndugu wa mwanaume wako mm, umjui na unakutana nyumbani umjui hapo. hey, yeah, uh, yeah. <laughs> <laughs> ushadeti na mtu miezi sita eh, mwaka mzima. We, kuna watu wanadeti kwenye mahusiano miaka hata mitano, lakini hajawahi kuongea hata na wifi yake, umjui kabisa, hata na shemeji yake, shemeji ongea na shemeji yake. Shemeji yon, ungeana, washikaji washikaji, hata mamko wa mchongo hey. Kwa hiyo bwana eh, azisikii ambaye alimuoa dada yetu hapa Hamisa Mobeto ndo mm. E, ambayo watu waliongea mengi sana ikiwemo kusema kwamba wazazi wa Aziz Ki mm. hawataki Hamisa aolewe na Aziz Ki, ndio maana kwenye zile shamra shamra kidogo hakuonekana. E, pia watu, watu wakamsishia lawama mm. E, Rais wa Yanga nchini ya Hersi kwamba yeye ndo kalazimisha kwamba hata mama, mama, mama mtoto mama mzaa chema hakuwa e, ametaka ametaka wengine mm. wakafika mbali zaidi wakasema bosi kwamba bosi bwana kamuolea kamtumia kijana mm. Amuolee hayo ni maneno, lakini ah, huko kwa huko kwamba bosi kafanya nini, kamtumia kijana amuolee binti kwao. Binti kaolewa nani sasa, na kijana au na bosi? Yani bosi, yani, yani bosi kaona noma mm. mniolee ah kijana wangu ah. Kwa hiyo inakuwa ni ndoa ya picha kwa maana mnaamini, yeah, ndo kaoa lakini ah, hizo ni, ni fununu, fununu, za watu wanaoongea kwenye mitandao ya kijamii huko. Kwa hiyo bosi alikuwa anaruhusu kabisa mpaka kwa kwa na nili zile zile kulishana, kama watu wanasema, kama ndio maana busu fulani yaani okay. Yes, ndio juu juu wewe chombo ya fundi sio mengi, mambo sio mengi sana tu kidogo. Mm -hmm. Watu wako wanaongea kwao lakini mm -hmm. Baada ya hayo yote tukamwona Aziz Ki ameondoka, na tulisema: undoka, wa, imeisha, e, e. Sisi moja kati mm, ya watu ambao hapa tulisema Aziz Ki ikaondoka hapo, enda shuli kawa imeisha, tulisema sisi kwamba vipi sasa, ndugu yetu ndoa ipo ama haipo, na dawa ya ombea ni kilanga komo. Ukiona umefanya ombea afu kilanga ikawa komo, umeishiwa maneno, natoa macho, hujue tayari kimekulamba, unabaki tu kusema sasa sisi <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Kimetulamba, kimetulamba kabisa. Aibu naona mimi, tunaona kwa niaba yako, naomba aibu, aibu ni watu wengi chini ya meza hey. Au tumalize ugopi wala nini, hatuogopi. Tulisema kaondoka na kule, Ali, Ali aliondoka. Ali si Ali alimwacha, alimwacha. Kwani kuna uongo na kumwacha mke tu mpaka mm. mzazi na mtoto. E, kwani uongo kwani siri, na wale time nao hawana wale, yani wale kawasahau kabisa, kawasahau ana pako kama ni dawa eh, mpaka mpaka wambea wenzetu nao akasema, hicho ndio maana kumbe alichoimba kule simba la masimba kakimaanisha, mm. Mm. kamwimbia DX Niko salama, sijui wewe uko. Kwamba shule kwa kemi kwa nzito. Sijui wewe kigagula. Sasa bwana, tumeona picha zimetrend jamani, hapo nimependa. Hamisa Mobeto ameonekana yuko. Vitu viko hot, mambo ni hivi. Tuambie mpo Ivory Coast, tuambie oye. Wako nayo na natamba nao. Eh, unikumbusha hiyo. Kwamba kiongozi tunaye na tunatamba naye. Sasa bwana. Mkwe eh, e, akawa anaonekana yupoao mm, yupo picha. Ukiangalia kweli ni mama waziziki, wamefanana kweli. Zilikuwa ni video hizi sawa, picha zina trend nzuri kwao. Ambao hujaziona bwana ni picha nzuri kweli, eh, mkwe na mkwewe wamependeza eh, Kuna moja, ame post video akaama mm. ipo kwenye gari, alafu nyuma anaonekana Hamisa, iko na mkweo anacheka, yani mimi yeah. mkwe wanacheka yani, nikapenda kasa jamani. Alafu Aziz Ki kaandika mioyo yangu kwenye picha moja, sio moyo, ni mioyo yake yani, mioyo kwa sababu napo anawajua vizuri wambee, angesema moyo wangu angesema, au kuna ile msemo ule, mimi nikiwa kwenye gari kwa mfano mi ndo nina gari we na uh-huh. mama yangu naye anakaa siti ya mbele unajua msemo sasa. Yeye azikie wote kaweka siti ya nyuma, safi, ameua e, yani wote mm. siti ya nyuma, mbele kakaa peke yake mama na mkwe si cha nyuma mkae huko, mpige story, akimaanisha kwamba mimi upendo sijaugawa sijaugawa. e, wote wanaupata ule, ule. ukasicha nyuma utaika sicha mbele bora yeah. weki hata mbwa pale akae mbele. Lakini yeah. Nyuma mtakaa. Ni, mama mioyo na mke wangu ni nyuma, sasa kama una miliki moyo mmoja azizikia na miliki mioyo miwili, miwili. wa mama na wa mke kandika mioyo yangu kwenye picha mm. moja n yaani, hey, jamani raha ndo ile ndo ile unaambiwa ukitokea mama na mke wote wamepata shida na, na wanahitaji uwasaidie Mm. Wako mbalimbali, utaanza na nani? Aziziki, utatuambia vizuri, utaanza mm. na nani? Huku mama, huku Hamisa. Sasa huyu mm. kuna maswali mengine na <laughs> maswali mengine yanatuhusu watu wengine, ila sio watu kama si ah, unajua ana, eh, wanaweza. Hela, hela, wanaweza. ila sio watu kama ana hela eh, wanaweza mtu kama mimi teza, mimi kuniuliza kama kuuliza mimi lazima eh lakini <laughs> <unajiuliza. laughs> kwa mtu kama huyu hela ipo ah Safi kabisa, lazima azingatie. Na hamisa bwana, nimependa hajaonyesha eh, kuigiza maisha yeah. Familia inaonekana ni ya dini mm, lakini hamisa hajaonyesha, ile si ndio uende tu kwamba naye akafeki maisha na, yes. Ah, yes, akaenda vilevile kwamba vile vile. Mama jua mkweo uhalisia wake ni upi? Ni huu hapa ni huu hapa basi, yes hivyo ndivyo navyotakiwa. Tunarudi hey. katika maisha ya kawaida hey. kuna nyie kina mwa fulani, kina sisi kabisa. Unajua maisha yako ni vimini, ni vipensi <laughs> hey, yeah. hmm. Toa makucha yako mapema. Uhalisia, eh weka uhalisia yeah, wako wazi hata hey. ndio haya. Ndio haya, kama anakupeleka kwao mm, basi jinsi wewe ulivyo, alafu kama, kama mtu anakupenda kweli atakubadilisha wewe, jiweke wazi kwake hata yeye yeah, usimfiche ujiweke wazi kwake, alafu utajua anakuwa kwenye misingi gani, atajua kuliko ni sasa ufike kule ndugu yangu tena kutuigizia maigizo, utajikuta unaosha vyombo unaosha vitakati Kumbe tabia yako sio kuosha vyombo. Oshagi vyombo, oshagi vyombo. Napika, mi napika. Basi unataka kupika uji, unaja kupika napika, koroga uji tu, wali kilo tano, naenda kutoa uji <laughs> unatoa mchele, watu una watafuna kuru kuru lakini nanyi, sasa wanaume na wanawake, mwatambulishe wapenzi wenu mapema. Mwanamke mtambulishe mpenzi wako mapema wa nyumbani, na wewe mwanaume mtambulishe wako mapema nyumbani. Kuna kupita pita siku hizi, na wazee bwana, siku hizi hmm, wazee nao wanapita pita mabarabarani huko, kuna hivi oh, eh, eh, kuna hivi shanga zinao, nakutana kibenteni, kumbe ndio mchumba wako. Kuna huyu PDG eh, sponsor, anakutana na <laughs> na kitu cha 2000 kumbe ndio mchumba wako, mwatambulishe mapema yeah, sio kashangaa yeah, unashare na mzazi wako Hmm. Si, si ndoona ile nyimbo hmm. si ya toxic kunampeleka mkweo kwenu, baba anamwona amenisaliti. Sio tu nyimbo ya toxic, ile nyimbo ya konta naikumbuka. hmm. hmm. Anafika kumwona ile mzee ndio baba ambaye ndio, ndio jaji ambaye alisovu kesi yake ya kubaka hmm. kuta mama ndio mshangazi aliyempangishia Kinondoni, dada <laughs> wa kazi ndio yule binti ambaye alimtelekeza. Mwatagulisha mapema, mtakosa ndoa <laughs> <laughs> Mnashia na wazee huko uh, na kuwa noma hiyo <laughs> hiyo mbaya sana laana hiyo. Hebu weni makini vijana haswa yeah. Sisi ambao katika rika ambalo yeah. la kusaka saka unajua hiyo rika la kusaka saka, Naelewa inabidi mm, mtu muulize vizuri bwana eh huyu mzee mzee shwa kumuona picha ya Pasabu... mzee wangu nitamuonyesha mtu picha ya mzee wangu, kuna rika fulani vile kusaka paka ndevu zinakuwa zina ushirikiano eh <laughs> <laughs> Kwa hiyo ndevu zangu hazina ushirikiano. Mi mi, sijamtaja mtu, eti ndugu mtazamaji, mi nimetaja mtu, nimesema kuna wakati li unasaka mpaka ndevu zakosa ushirikiano. Ndevu zangu hazina ushirikiano, kumbe ni zako, kumbe e, ndio wewe aa, sakasaka kumbe ndio wewe, wewe. Basi mi nilikuwa sijui <laughs> mi nilikuwa sijui <laughs> sasa mimi nitakuwa natembea na picha ya mzee mzee, baba mdogo. Au, tu maksudi tu unamweka tu kwenye hata hey, hey, bila kujitambulisha mm, ndo mm. Yeah, atauza huyu nani baba yangu mm, na, basi kama kuna jambo atasema huyu nani huyu baba yako wewe mm. Acham, at, unajua, kuna jambo. <tiple> Kwa hiyo weka wallpaper. <tiple> Jinsi atakavyo ya, yani jinsi ya utazamaji wa ile picha reaction yake ya kwanza ndo utajua huyo unashana baba yako ama ni wako peke yako au shei naye. Sasa tuambie bana, mm, kwenye komenti hapo yeah. Wewe ushafikiria kumpeleka mpenzi wako nyumbani kwenu kumtambulisha eh, eh? Ama, au kuna vigezo ah, gani wewe unazingatia kwanza kabla hujampeleka na kumtambulisha kwenu mpenzi wako, a au, wa kiume au, au, wa kike mm? Au ndo ile mnasomana miaka mitano hakuna mm, mitano watu miaka kumi wanasomana mm, mm, anamsoma kuna mwanamke ame, amesogezwa tukae miaka kumi hajatolewa hata nusu ya, ya mahali. Mm. Mm. Ila watu nyinyi mna moja. Miaka kumi mingi unajua usifanye masiara miaka kumi na dhambi. Mm. Sababu hii hii sio tukao hadi masta ambao tunaangalia kuna watu wanakaa eh, miaka na miaka. Wanakaa miaka na miaka. Naweza kuambia watu hapo ambao hapo hapo tu tunataka kukimbia. Mm, kuna watu hapo hapo kipiga hesabu tangu, tangu yuko naye. Eh, ila hey, ukweli. Kwani kaniwa shagafunga ndo wale? hmm. Nani? Aika na na wale wale hawajafunga. Ah, wale, nao sasa wale kwa, kwa, kwa dini ya mm, ya, ya kinini nasikia kikaa nakuwa ni kama tayari ni kama mm, wararishe miaka kumi na ngapi sasa hivi? mimi mm, na mimi napenda wale walivyo. Yaani wale unaweza au hawana haraka. Unaweza, unajua, sometimes ndoa pia ni changamoto kama wanaishi vile, mm. Ayila, na wanapendana waishi tu jamani. Ila wale tupana natamani uwe ni mfano wa kuigwa kwa wa, kwa masta mastaa, igeni mfano Waika na Narele, hatujasikia vigelegele shamra shamra, mm. Lakini kwanza ni watu ambao hata usiki wakiweka mambo yao hadharani, zaidi tu labda wataposti nyimbo zao ama wataposti sho, lakini skendo zao ndio uelewe kwamba sasa ndio uipe uzipe zile kuta ama zile nyufa za nyumbani kwa kwa nafasi, mm. ama uzipe zile uh, yale mabati zile ceiling board nafasi. Kwa sababu gani vile vitu ambavyo viongea ndio vinatunza siri. Kwa hivyo mtoe nafasi kwa hizi kuta, kuta zina mambo mengi, zitunze siri zenu, msiweke mitandaoni ndivyo ilivyo kwa Aika na Narel. Sawa, ndivyo ilivyo kama kwa Aika na Narel, mjifunze, mm, huko, lakini siku nyingine pia nitatumia mfano mimi hapa. Mfano wangu mimi ni mzuri. Ndiyo. Next time nitatumia mfano wangu. Wewe na nani? Eh, mtu fulani fudenge <laughs> Sasa mpenzi, um, mfuatiliaji wa 69 Media na The Gossip Table no. so tayari umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele, kwa mwanafamilia kabisa wa 69 Media au ukifika pale uh, Instagram andika 69 Media tz follow your page itakuwa na notification ya maana, habari mbalimbali mbali, mm. zipo humo, michezo, burudani eh, habari zote za uchumi, kila kitu kipo humo yep. Sisi tuna sign out mm. tunaondoka lakini nikwambie kitu sama mm, baby. Mm. Maisha haya wewe zunguka zungu, yani, utazunguka mwenyewe utapaka utasema iki nini lakini mm. Katika maisha mm. Kuna kitu kimoja uwezi kukiacha ndio. Uwe kiongozi wa dini wewe uh, uwe mwanasiasa uwe mwanasiasa mm. Chochote uwezi kuacha alafu sasa ubaya wake ni kitu kidogo sana mm. Hata ufanye nini vikiacha uwezi nini, cho? Ujua, nini? Nini cho? Sema sio nikipie unaendap eh, naogopa sema mm? Basi kimbia eh, kimbia, mi nimalize. Wajua wanasemaje? Eh. wanasemaje Uh, wanasema nani Selemani? oh, Selemani we Sele. <laughs> Sammy baby, till next time, bye bye <laughs>